Hashimu Pangani alizaliwa mwaka 1961 katika kijiji cha Mbekenyela wilayani Ruangwa mkoani Lindi. Alizaliwa akiwa hana tatizo lolote la macho, lakini miaka miwili baadaye alianza kupoteza uwezo wa kuona kutokana na kuugua ugonjwa wa macho na kusababisha upofu, licha ya wazazi kuhangaikia matibabu ya ugonjwa huo. Yaani, nilikuwa naona kidogo mwanga kama mwanga wa taa ya basikeli taa ya gari, hata taa za nyumbani, ila baadaye kakali, nilivyokuwa naendelea kuongeza umri na ule mwanga ukawa napotea, mpaka mwanga ukapotea kabisa. Miaka kadhaa mbele, baada ya kupata upofu, umri wa kuanza shule nao ukafika. Hapo ndipo kizaazaa kianza. Hii ni kutokana na mkinzano wa pande mbili za wazazi, ambapo mama akiwa hakubaliani na suala la kuandikishwa kwake shule kutokana na hali aliyokuwa nayo. Nilipopelekwa katika shule eh, jamaa zangu hasa upande wa mama walikuwa wamemwambia baba kwamba, we mtoto huyu unataka kumpoteza, unaona kazi kumtunza huyu mtoto aoni, we ulisikia wapi mtoto asiona anasoma? Kwa hiyo we, kama unaona kazi kumtunza, tuachie sisi wenyewe wenye ukoo wetu, kwa sababu kama unavyojua kwamba mikoa ya kwetu Mtwara na kusini ukoo unakuwa upande wa mama. Kwa hiyo tuachie sisi wenyewe ukoo wetu tumtunze huyu mtoto, aendi kusoma na kwenda kuliwa na simba Walimwambia baba yangu kwamba hawa watoto wa wenye ulemavu wanakwenda kuliwa na simba kwenye mbuga za serikali. Baba yake Hashim Pangani ndiye aliyesimama kidete akisema lazima mtoto wake apelekwe shule na kumwandikisha katika shule ya mahitaji maalum. E, matokeo yangu ya mtihani yalikuwa mazuri, basi mwezi wa kumi mwaka 84 nikaajiriwa moja kwa moja. E, nikaajiriwa moja kwa moja nikaanza kufundisha mpaka elfu mbili na ishirini na moja mwezi wa pili tarehe ishirini na sita nilipo stafu kuwa mwalimu e, mpaka leo mimi mama angu ninamsaidia. Baba angu ameshafariki amesha fariki. katika kazi yake ya ualimu aliitumikia kwa takribani miaka thelathini na minane akifundisha katika shule ya msingi Nyangao ambayo ni shule jumuishi yenye wanafunzi wa kawaida pamoja na wenye mahitaji maalum. Mimi Mwalimu Pangani na namuona na kama mzazi kwangu, kama baba yangu, kwa sababu ndio alionifanya nifike hapa nilipo leo. Bila Mzee Hashimu Pangani unawezekana kwa utoto wangu hata huu walimu nisingepata. Alikuwa ni mwalimu anayejituma ambaye anawahi kazini, lakini pia tunabaki naye kazini kwa kipindi chote mpaka hata baada ya masaa ya kazi kwa ajili ya kutekeleza majukumu mbalimbali mbali ya kiuwalimu. Kwa kweli ametusaidia mambo mengi. jamii ni namna gani wanapaswa kuwachukulia watu wenye changamoto za ulemavu, Pangani akatoa neno. Kwanza, kuwalea vizuri kwa upendo, sifikie kiasi cha kuhisi kwamba yeye anabaguliwa katika malezi. Lakini la pili, watakapofika umri wa kwenda shule wawapeleke shuleni wakapata waka elimu. Omar Mikoma, Habari Weekend, Lindi.